Dada zangu katika iman, kusoma Quran ni amali yenye fadhila kubwa sana. Mumin huzipata fadhila hizi kwa kila harufu atakayoisoma ya Quran, kwa kila harufu yani, yani inazidishwa mara kumi. Quran kadhalika itamwombea mumin ambaye anaisoma siku ya Kiyama ili impandishe daraja peponi awe pamoja na malaika watukufu na watu wema. Anasema Allah subhanahu wataala yani, katika Quran sura Fatir aya ya ishirini na tisa, anasema Allah subhanahu wataala

wanaosoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na wakashika swala na wakatoa katika siri na kwa dhahiri katika tulivyo waruzuku, hao hutaraji bishara isiyo na hasara. Dada zan katika imani, zinazidi fadhila kwa wale waumini wanaoizingatia na kufunza na kujifunza kusoma Qur'an, na miongoni mwa fadhila hizi za kujifunza na kufundisha Qur'an waumini ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala humfanya kuwa ni bora zaidi miongoni mwa watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa mfano akagawa vikundi viwili, yaani kuonyesha tofauti ya watu baina ya kundi cha waumini na kundi cha wanafiki. Sehemu ya kwanza, dada zangu katika imani, katika kikundi cha waumini, ni ya waumini ambao wanaisoma Quran wamepigiwa mfano kuwa harufu zao na utamu wao mzuri ni kama vile machungwa ya aina ya etrija yenye harufu nzuri na ni matamu sana. Hii ni kuonyesha, dada zangu katika imani, uzuri wao mbele ya watu na kwa mola wao. Dada zangu katika imani. Miongoni pia mwa sifa za wasomaji wa Quran ni kwamba wanaposoma Quran hulia, na bila shaka hii ni nyongeza ya iman katika nyoyo zao, kwani hayo ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, maneno ambayo nafsi yani ziliwatambua kabla ya kuumbwa duniani na kuwaitikia kuwa zitawatii. Dalili dada zangu katika iman zinazodhihirisha kuwa

waidha tuliyat alayhim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, hakika waumini ni wale ambao anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala nyoyo zao zinajaa hofu, na wanaposomewa aya zake huzidishia iman, yani huwazidishia iman na kwa rabu wao wanamtegemea

Faama ladhina amanu fazadathum imana wahum yastabshirun, na inapoteremshwa sura, basi miongoni mwao wako wanaosema nani kati yenu imemzidishia sura hii iman? Ama wale walioamini, huwazidishia imani, nao wanafurahia. Anasema pia Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba waumini wasomao wa Quran huzidishiwe iman na hiyo ni yaani ni ni hidayah au ni uongofu kutoka kwake yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Haya yamethibitishwa katika Quran, kadhalika sura az-Zumar aya 23, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, allahu nazzala ahsana al-hadithi kitaban mutashabiham matani ya tashairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum

ameteremsha kauli nzuri kabisa kitabu zinazo shabihiana, i, i, yani, ibara zake zenye kukaririwa kila mara zinasisimua kwa ngozi na wale wanaomhofu rabu wao, yani, zinasisimua kwa ngozi za wale wanaomhofu nani? rabu wao, kisha zinalainisha ngozi zao na nyoyo zao katika kumdhukuru Allah subhanahu wataala. Huo ndio mwongozo wa Allah subhanahu wataala, humuongoza kwake yani, kwa yani amtakae. Na ambaye Allah subhanahu wataala amempotoa basi hana wakumu, hana wakumwongoa. Dada zangu katika iman, kama tunavyo- tunavyoona katika aya hiyo tukufu kwamba kusoma Quran husisimua ngozi na hutia hofu nyoyo na hulainisha hadi yani isababishe mja kutoa machozi, na haswa hali hii humtokea mja mwema haswa mwenye elimu ya Quran, anapofahamu na kuzingatia Allah subhanahu wa ta'ala. Dada zangu katika imani, amewasifu waja hao wanaotokwa machozi wakati wanaposoma au kusikiliza aya zake, huwa huzidishiwa nini? Iman, huzidishiwa hof na hu, yani huzingatia mafundisho ya aya zake na kisha hulia na kumsujudia nani? Allah subhanahu wataala anasema Allah subhanahu wataala. Kadhalika katika Quran sura Alisraa aya ya mia moja na saba hadi mia moja na, si, na tisa anasema Allah subhanahu wataala

kana wa'du wa rabbina lamaf'ula wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Sema yamini au msiyamini, hakika wale waliopewa elimu kabla yake wanaposomewa so, yaani hii Quran huanguka kifudifudi, wanasujudu na wanasema subhana rabbina Ametakasika, ametakasika Mola wetu mlezi. Hakika ahadi ya Mola wetu mlezi lazima itimizwe. Na huanguka kifudifudi, na huku wanalia, na inawazidishia nini? Unyenyekevu, dada zangu katika imani ndio maana vile vile anatuambia allah subhanahu wataala inaposoma quran tuwe tunaisikiliza ili tuifahamu na kupata nini rehma yake anasema allah subhanahu wataala kuhusiana na hayo katika surat al araf aya ya mia mbili na nne waidha quria quran waidha quria alquranu fastamiuu lahu waansitu laallakum turhamuun, na inaposomwa Quran basi isikilizeni kwa makini na bakieni kimya, mzingatie ili mpate kurehemewa. Dada zangu katika imani, kadhalika imekuja katika hadith

Yani, amesimulia Abdullahi bin Mas'ud radiallahu anhu kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ali alimwambia nisomee. Nikamwambia, e mtume wa Allah, nikusomee na hali Qurani imeteremshwa kwako? Akasema, naam, lakini mimi napenda kusikili, yani kusikia wengine wakisoma. Nikasoma Suratu An-Nisa mpaka nilipofika aya fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahidin waji'na bika ala haulai shahida, basi itakuwaje tutakapoleta kutoka kwa kila umma shahidi na tukakuleta e ee, Muhammad kuwa shahidi juu ya hawa. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alipo Alipo, alipo, uh, Abdullah bin Mas'ud alipofikia aya hiyo akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hasbuk, inatosha simama hapo. Nikaona machozi yamejaa machoni mwake. Hadithi hii dada zangu katika imani, imepokwa na Imam Al-Bukhari. Dada zangu katika imani, mumin anapolia pindi anaposoma Quran akiwa peke yake na akatokwa na machozi, pia ni busara au ni bishara ya kwamba yeye atakuwa miongoni mwa watu saba waliotajwa kuwa Uh, watakuwa katika kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, siku ambayo ha, ni yani, hakutokuweko kivuli kingine ila kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillihi Imamu adil wa shabun

Wa rajulun dhakara Allah khaliyan fafadhat aynahu, yani amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu saba watatiwa katika kivuli cha Allah siku ya Kiyama, siku ambayo hakutakuwa na kivuli chengine ila kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza ni nani? Ni imamu mwadilifu au kiongozi mwadilifu. Pili ni kijana aliabudu Allah subhanahu wa ta'ala kutoka utotoni hadi utu uzima. Tatu ni mwanamume ambaye moyo wake umefungamana na msikiti. ini ni yani, ni watu wawili, wanaume wawili au watu wawili wanaopendana kwa ajili ya Allah subhanahu wataala na kutengana kwa ajili ya Allah subhanahu wataala. Na tano ni yule aliyetamaniwa na mwanamke mrembo mwenye cheo, na akasema kumwambia mwanamke yule, mimi namcha Allah subhanahu wataala. Na sita ni yule aliyetoa sadaka yake kwa siri. Na saba ni mtu aliyemkumbuka Allah subhanahu wataala faraghani, yani akiwa peke yake, na akalia kwa kumcha Allah subhanahu wataala. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala, dada zangu katika iman, atuzidishie sote iman na mapenzi ya Qur'an na na kuifanyia kazi na kadhalika, atuzidishie sote takwa. Shukran jazila wa barakallahu fikum.